Na mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba mwanadada Nandy alishawahi kuingia katika controversy kubwa sana, wadau mbalimbali huko mitandaoni, watu walikuwa wakimsema kuhusiana na mwonekano wa dada wake wa kazi. Tunafahamu kwamba Nandi ana dada wa kazi ambaye anamlea binti yake ambaye anafahamika kwa jina la Naya, lakini kitu ambacho labda watu wengi sana walikuwa walikuwa wafahamu ni kwamba e, Nandi ana wadada wa kazi wawili kwa sababu tunajua kabisa kwamba anaishi katika gorofa moja kubwa sana yeye na mpenzi wake Billnass pamoja na mtoto wao huyo Naya wa kike. E, ni kwamba baada ya zile backlash back then kipindi kile ambapo watu walikuwa wanamsema kwamba ni kama vile hamhudumii, hamlei vizuri, e, bwana hamjali, hausigili wake kwamba alikuwa anaonekana kama vile hakupendeza, alikuwa chafu siku ya, ya sherehe ya binti yake huyo Naya Nandy, na akaamua sasa kuja kumvisha vizuri kumpiga sop sopu, na akasema kwamba house girl wake amempeleka mpaka English course kwa ajili tu awe anazungumza Kiingereza na mwanae, lakini pia amemilikisha simu ya gharama. Sasa, this time around tena Nandy amerudi tena kuwapiga tena na kizinga kingine, eh, dongo lingine wale wadau ambao walikuwa wanamsema, eh, tokea awali walikuwa wanamsema Nandy kuhusiana na kuto kuwale, kumlea vizuri house girl wake. Sasa, this time around ni kwamba Nandy ameposti video ikiwa inamuonyesha, ikiwa inamuonyesha house girl zake wawili akiwemo yule wa zamani ambaye tulimu kati ya videos ambazo zilifanya vizuri sana hapa town ya Nandi. So, eh, hao akaposti na kuandika pale juu katika ukurasa wake wa Snapchat ameandika pale, walezi wa Naya, alafu akawapiga picha hawa wadada wake wa kazi wakiwa wote wawili na wameshika hizo simu aina ya iPhone 16 Pro Max. So, japokuwa kuna baadhi ya watu hata iPhone 12, eh, watu hawana e, lakini ma house girl wa Nandi wana iPhone 16 the latest, au vi bwana. So, Page mbalimbali zimeripoti kwa mfano, kuna page hapa ameandika kwamba kupitia Insta story ya star wa muziki Nandi, ameshare clip ya sekunde chache sana, inaonyesha wafanyakazi wake wa ndani wakiwa wameshikilia wa maboksi ya simu mpya kabisa aina ya iPhone 16 na kusindikiza na ujumbe, walezi wanaya